Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote Hai bana, hey, mambo vipi, mwanafamilia wa Line Plus Media. Mimi natoto ni kazi yangu kubwa na kuhakikishia kwamba eh, na kusogeza zile stories zote ambazo zinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii alafu nakuletea kwa upande wa YouTube. Sasa ya leo eh, Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo alikuwa na mkutano na wabunge wote baada ya spika bunge kuchaguliwa ambaye ni zungu, lakini pia baada ya, ya waziri mkuu E, kuteuliwa ambaye ni e, Mwigulu Nchemba. So baada ya hayo yote kutokea leo rasmi ameongea na wabunge wote, na kuna baadhi ya ameongelea mambo mengi, lakini baadhi ya mambo ambayo e, yametrendi na kushika kwenye vichwa vya habari mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na kwenye social networks mbalimbali ni kuhusiana na kile ambacho kimetokea a, siku ya tarehe 29, siku ya vurugu uh, watu wengi walikuwa wanatamani kusikia ni uh, nini ambacho ataongea yeye kama rais na kauli gani ambayo huenda akaitoa yeye kama rais kutokana na kile ambacho kimetokea. So, sasa mimi sakiwa mzungumzaji sana, kwa ufupi ni kwamba ametoa pole kwa wote ambao wamekumbwa na eh, yale matukio, lakini pia eh, kwa, kwa alichokisema kwa, ni kwamba e, amehuzunishwa sana kile ambacho kimetokea. Sasa sitakuwa mwongeaji sana, nataka nikuonyeshe e, kipande cha hiyo video ambayo akiongelea swala la e, Oktoba 29, mambo yote ambayo yametokea. Sikiliza. Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen. Mimi binafsi waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. So hicho ndo ambacho amekiongelea kutokana na kile ambacho kimetokea siku ya tarehe 29, lakini pia hakuishia hapo, amezungumza na, unajua baada ya ya Uh, ya yale kutokea tarehe 29, uh, kuna watu ambao walikamatwa baada ya maandamano, watu walikamatwa, lakini pia kuna watu ambao walifikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali, na moja kati ya makosa ambayo eh, wameshtakiwa nayo ni kosa la uhaini. Tunajua Nifa pia amekamatwa akashtakiwa kwa kosa la kusababisha vurugu, lakini pia kwa makosa hayo hayo ambayo nimetajia. Pia hakukaa kimya kutokana na kitu ambacho kimetokea, na akaongea yafuatayo. Tazama kwamba vijana wengi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 So, kwa ufupi ndo hicho ambacho amekiongelea, lakini pia uh, natamani kujua kwa upande wako wewe kutokana na kauli ambayo ameitoa Dkt. Samia Suluhu Hassan kutokana na yale yote ambayo yametokea, lakini pia kwa maelekezo ambayo ameyatoa kwa DPP uh, nini maoni yako? Dondosha maoni yako chini niambie, lakini pia nikukumbushe, kama bado hujasubscribe ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unabonyeza kitu kile ambacho kimeandikwa subscribe, ili uwe mwanafamilia bora kabisa wa Line Plus Media. Lakini pia nikukumbushe, kama bado hujatufollow kwenye mtandao wetu wa kijamii tunatumia Line Plus TV. Mimi ni Tony